Fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun. Mwaulizaji anasema kuna baadhi ya wazazi zikijaposa za watoto wao, mara hutazama kabila na mwisho kukataa na kusema kabila ya chini. Je, kidini yapo hayo au inajuzu baba kumkatalia posa mwanawe kwa ajili ya kabila. Jawabu: Kwa mujibu wa wenye elimu jumhuri ya mafukaha, yaani maulamaa, wamezingatia kuwepo usawa baina ya mwanaume na mwanamke ambaye anataka kumuoa katika mambo fulani yanayozingatiwa katika ndoa. Kisha wamekhtilafiana maulama, ni mambo yepi yanayopasa yazingatiwe katika usawa wa mwanamme na mwanamke ambaye anataka kumwoa. Kumetajwa dini, kwamba e, wote wawe e, ni watu wa dini. Kwa maana mume awe ni mtu e, wa dini, ndio walii wa mwanamke anaweza kumkubalia kumwozesha binti yake akiwa ni mtu fasik mtu hajashika dini basi e, atamkatalia yaani haimlazimu kumwoze japo kama ni Mwislamu lakini si mcha Mungu, ni mtu asiosali au mtu mwenye maasi. Kwa hivyo anakuwa yeye si sawa na huyu mwanamke ambaye anataka kumwoa. Kama mwanamke huyo ameshika dini, hawi sawa naye katika e, jambo la dini, hakuna kafaa. Jambo jingine limetajwa alhurriya, hukuwa huru, yani akiwa mwanamme ni mtumwa, basi e, yule ambaye e, e, e, ana binti e, inam, ku, inamfalia kumkatalia huyo mwanamme japo kwamba ni Mwislamu ikiwa yeye ni mtumwa, kwa sababu inajulikana ni mtumwa, watoto wake wanakuwa Wanafua, wanaingia katika utumwa vile vile. Wanakuwa e, ni watumwa wa yule ambaye kammiliki huyu baba yao, na kwa ajili hiyo ni aibu katika mume N, halazimiki m, ya, e, wali kumwozesha binti yake mtu aliyekuwa mtumwa vile vile. Imetajwa nasab e, nasab yani kuwa nasab yake e, huyu mume ni katika nasab zinazotambulikana e, kwa mfano vile vile mtu alikuwa amewahi kuwa mtumwa ambaye anaitwa maula, basi yanaonekana kwamba yeye nasabu yake iko chini kuliko mtu ambaye nasabu yake kabisa haikuingia katika utumwa e, bali e, wako wanatofautisha hata katika makabila ya warabu wenyewe. Kwa mfano, Alimamu Abu Hanifa anasema Alkurashi atakuwa ni sawa na Kurashia, lakini Mwarabu mwengineo asio kuwa Kurashi si Kureshi, basi hawezi kuwa sawa na mwanamke wa Kikureshi, kwa maana e, hawezi kuozeshwa mwanamke wa Kikureshi. Kikureshi Mwarabu alikuwa sio katika kabila Kureshi, ingawa kabila la Kureshi ni kubwa, ndani yake mna matawi mbalimbali, yale hapana neno baina yao, wanaweza kuozeshana lakini alikuwa mwarabu tu wa kabila ambalo si katika makureishi, hawezi kuozeshwa mwanamke wa kikureishi. Vile vile anasema Abu Hanifa mtu aliokuwa uh, ajami, kwa maana alikuwa si mwarabu, alikuwa si mwarabu ajami, basi si sawa katika ndoa na uh, mtu aliokuwa mwarabu, kwa maana yeye anaona vilevile mtu alikuwa mwajemi, yani alikuwa si mwarabu hawezi kuozeshwa mwanamke aliyekuwa mwarabu. E, kwa hivyo hata warabu wenyewe wanatofautiana. Mfano mwarabu alikuwa si kureshi, hawezi kuwa sawa na kureshi. Lakini warabu wenyewe kwa wenyewe, basi hawezi kuozeshwa aliyekuwa mwarabu, hata ikiwa huyo alikuwa si mwarabu, ni mweupe. Wana wajemi hapo zamani zaidi walikuwa wanaitwa watu e, wa, wa Faris. E, kwa hivyo e, hiyo ni e, kuzingatia nasab katika e, ndoa e. Na wako walitaja mpaka sinaa, yaani kazi ya huyo mume au ya wazazi wake. Kuna baadhi ya kazi zilikuwa zinachukiza, kwa hivyo wakawa wanazichukulia kwamba ni duni, na kwa hiyo yu yule ambaye anakuja kuposa akiwa anafanya kazi ile au mzazi, mzazi wake anafanya kazi ile basi anakuwa yeye si sawa na huyo mwanamke anayemposa, anaweza kukataliwa. Na wengi katika maulamaa wamechukulia kwamba hii sharti ya usawa ni sharti ya kulazimika ndoa, sio sharti ya kusihi ndoa, kwa maana ikiwa ni sharti ya kulazimika ndoa, kwa maana ikiwa haipo ikafaa haupo usawa basi ndoa ile inaweza kuvunjwa na wale ambao hawakuafiki kwa vile usawa haupo, wanaweza kuivunja, haitokuwa imelazimika ikawa hawezi kuvunjwa, lakini sio sharti ya kusihi ndoa, kwa maana ndoa ina sihi. Na kwa maana hiyo, ikiwa wote wataridhika pamoja na kwamba usawa haupo, mwanamke ikaridhika, na mawalii wake wameridhika, basi ndoa ni sahihi. Kwa hivyo ndoa ina juzu baina waliokuwa sio sawa katika mambo hayo, ikiwa mwanamke mwenye ataridhika na mawali wake wataridhika, e, lakini inakuwa kama tulivyosema ni sharti e, ya kulazimika ndoa, sio sharti ya kusihi. Kwa maana ikiwa wako ambao hawakuwafiki wanayo haki ya kuitengua, inakuwa haikulazimika, inaweza kutenguliwa kwa mujibu wa wenye elimu. Sasa wengi katika maulama, jumhuri ya ma maulama wamesema hiyo ni sharti yani usawa baina mume na mke katika mambo hayo ni sharti ya kulazimika ndoa, sio sharti ya kusihi, kwa maana ikiwa wataridhiana ndoa inasihi, lakini kama kuridhiana ndoa inaweza kuvunjwa kwa hii kulazimika, na hiyo no ndo kauli ya wengi, isipokuwa kuna riwaya kwa Abu Hanifa ee, au kwa madhhabi ya Kihanafi kwamba ni sharti ya kusihi, kwa maana haisihi hata hiyo ndoa kama hapana usawa katika mambo hayo yanozingatiwa. Na vile vile riwaya ipo kutoka kwa Imam Ahmad vile vile kwamba e, usawa ni sharti ya kusihi ndoa, akiwa haupo usawa, basi ndoa haisihi. Hii ni riwaya, kwa maana kuna riwaya nyingine kutoka kwa Abu Hanifa na kutoka kwa Imam Ahmad kwamba wanakubali kwamba ni sharti ya kulazimika ndoa, sio sharti ya kusihi na e, kauli ya kwamba ndio sharti e, usawa kuwepo ni sharti ya kulazimika ndoa sio sharti ya kusihi ndoa, vile vile imepokewa kwa limam e, Jabir bin Zaid rahimahullah, imamu wa madhhebu ya kibadhi kwamba anachukulia vile vile kwamba ndoa ina sahihi hata kama usawa haupo, lakini kwa upande mwingine Uh, sharti ya dini ndiyo inayopasa izingatiwe zaidi, bali kwa mujibu wa kauli ya Shekhi wetu Said bin Mabruk Al-Qannubi hafidhahu Allah wa raah, amesema kwamba usawa unaozingatiwa kisheria ni usawa wa dini, kutokana na dalili nyingi za Qur'ani za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwamba zile hadithi zilizopokewa zi zikawa zinataja uh, sharti ya usawa katika nasab uh, na mengineyo, anasema hazikusihi, zina udhaifu ndani yake, na kwa hivyo anasema la kutegemewa ni dalili zinazoonyesha kwamba Waislamu wote ni sawa. Kwa hivyo u, e, usawa unaotakiwa ni wa dini tu, huu ndio ambao umetajwa katika Qur'ani na vile vile katika hadithi. Kwa mfano mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema inna akramakum inda Allahi, aliyembora wenu eee, kwa Mwenyezi Mungu ni yule aliye mchamungu zaidi kati yenu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa Ta'ala amezingatia ucha Mungu, kwa maana ndio unamfadhilisha mmoja juu ya mwingine, lakini wote ni sawa

ni uh, mwenye tabia nzuri mwenye khulqa njema basi eh, aozeshwe. Na hayo ndiyo ambayo vile vile yametekelezwa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, uh, bali kabla yao mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam wa aliyotekeleza hayo kivitendo. Kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alimozesha Zainab binti Jahsh ambaye alikuwa ni Qurayshia, mwanamke wa kikuraishi huyu, naye ni binti ammati yake, yani binti wa shangazi yake. Basi alimwozesha nani? Kamwozesha Zaid bin Haritha ambaye alikuwa ni maula wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maula wa Mtume kwa maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyemkomboa katika utumwa, na mtu atapokombolewa katika utumwa, basi anakuwa ni maula wa yule ambaye kamkomboa. Kwa hivyo anaambiwa ni eh, maula wa Mtume kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyekuwa kamkomboa tulivyosema walikuwa wakichukulia kwamba mtu alikuwa maula, hawezi kuwa sawa na aliyekuwa sio maula, mwenye kabila lake hakuwa mtumwa hapo kabla. Lakini Mtume kalifanya hivi kivitendo, kamwozesha binti wa shangazi yake Zainab binti Jahsh, kamwozesha Zaid ibn Haritha. Vile vile kamwozesha Fatima binti Qais ambaye ni e,

baadhi ya haya yanayozingatiwa huwa katika baadhi ya jamii yanazingatiwa kwa kiasi kikubwa mno na watu, kiasi ya kwamba ni tabu sana kutokana nayo watu, yani kwa maana ya kuachana nayo, e, si jambo jepesi baadhi katika baadhi ya jamii. Kwa maana inawezekana ikawa watu walikuwa hawakuyazingatia hayo, wakajitia dosari kubwa katika jamii mpaka ikapelekea e, wao sasa wawe watoto wao ambao wametokana na ndoa zile ambazo haikuzingatiwa mambo haya, iwe e, sasa wanaonekana ni duni, pamoja na kwamba hapo kabla walikuwa wakionekana ni katika e, watu wenye nasab za juu, na watu wanapendelea kwenda kuoa kwao, lakini baada ya kutokea kuwa wameozesha watu waliokuwa si sawa na wao katika nasab, baada yake watu wakawachukulia kwamba wao ni duni katika nasab, hawezi hawaende tena kuoa watu wenye nasab kwao wao. Kwa hivyo yanaweza kuwa haya yanapitikana katika baadhi ya jamii, kiasi kwamba inakuwa ni dosari kubwa mtu e, linampata akiwa hakuyazingatia hayo, na mpaka vizazi vyake vinaingia aibu. Na kwa ajili hiyo, samahati Sheikh Al-Khalili hafidhahu Allahu raa Anasema, ikiwa katika jamii anazingatiwa kwa kiasi hicho, basi mtu hana kosa ikiwa atamkatalia yule ambaye hayuko sawa na nasabu yake katika kumwozesha binti yake. Anasema ikiwa atamkatalia, atakuwa hana kosa kwa kuchelea madhara haya yasije akamkuta mpaka patapokuwa pana, uh, pana ufahamu wa watu wote katika jamii, pana mazingatio uh, uh, ya, ya, yaani, ya sheria kama inavyopasa, kiasi ya kwamba watu wote wana muamko wa kutosha wa kuona kwamba hakuna linalopasa kuzingatiwa isipokuwa usawa katika ucha Mungu au katika dini, usawa katika dini, kukamata dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na kuitekeleza kimitendo na kuacha maasi na kuwa ni katika waumini wa kweli wa cha Mungu. Hili ndilo ambalo linapasa lizingatiwe. Lakini pamoja na hayo anahimiza e, mufti wetu mkuu wa Oman, e, hafidhahullah wa raa, kwamba kiwapo e, mwanamke ataridhia na mawalii wataridhia, basi wasirejee nyuma, washike e, hayo e, alionasihi Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha vile vile anatoa tanbihi kwamba ndoa si jambo la kulazimishwa mtu. Kwa hivyo asije mtu akamlazimisha binti yake kuolewa na yule ambaye yani hakumridhia, wala mwanamme vile vile asije akalazimishwa kuozeshwa mwanamke ambaye hakumridhia. Lazima hawa wawili vile vile izingatiwe ridhaa yao, kwa hivyo hawezi kutokezea mtu vile vile akasema, lazima amuozeshe binti yake mtu fulani, kwa sababu ni mcha Mungu, ni mtu kashika dini, pamoja na kwamba binti yake hamtaki yule mtu wala hakumridhia hilo. Vile vile kasema haipasi ilifanywe, kwa sababu mara nyingi linapelekea ndoa ile kufeli na kuharibika, na matokeo yake panatokea ya, eh, matatizo makubwa katika familia eh, hizo mbili. Kwa hivyo kama kwa ufupi suala la kuzingatia usawa katika kabila, e, wamekhtalafiana maulama, ingawa wengi katika maulama wamesema ni jambo yanayozingatiwa ya, ya katika usawa baina ya mwanamme na mwanamke ambaye anataka kumoa, lakini kauli iliyokuwa imepewa uzito zaidi e, na, na, na, na, na mufti wetu mkuu wa Oman pamoja na kama tulivyosema Sheikhna al-Qanubi hafidhahum Allahu waraahuma ni kwamba uh, usawa unaozingatiwa zaidi ni katika uh, dini, watu kwa kuwa sawa katika kushika dini. Mmoja akiwa fasik mwengine ameshika dini, basi uh, haimfalii kabisa kumkubalia uh, yule wali uh, mtu huyo kumooa binti yake, ama mambo mengineyo. Basi akiwa wataridhia hapana neno isipokuwa kama tulivyosema, kama jamii inazingatia kiasi ya kwamba watu ni shida sana kuyaacha basi e, wanaweza wakawa na udhuru, yani kutokubali kutuku kumwozesha binti yao kwa mtu ambaye hakuwa sawa katika baadhi ya mambo mengineyo, ikiwa jamii yao itawatia dosari na aibu kiasi ya kwamba watapata shida kubwa katika jamii mpaka familia yao itakuwa inachukuliwa katika, katika hao waliokuwa duni kabisa ambao watu wanaona aibu kwenda kuposa kwao na kuoa kwao. Kwa hivyo jambo kama hilo, anasema shekhna eh, mufti wetu mkuu wa Oman hafidhahullahu raa, hawezi mtu kukalifishwa lile ambalo haliwezi. Kwa hivyo ikiwa imefikia hivyo anao udhuru, lakini vinginevyo kama hapana, hiyo watu wote wameridhika, basi anasema ndivyo inavyopasa wakimlie, yani kuozesha mtu ambaye akashika dini na mwenye tabia njema hata ikiwa eh, katika mambo mengine hayuko sawa na eh, binti anayetaka kuolewa. Wallahu alam. Naam, kabla hatujaendelea na suala linalofuata eh, nitapenda kunabihisha kwamba nilisahau kumtaja Imam Shafi'i katika suala lililotangulia. Nini yeye, e, rai yake e, yeye ni katika wanozingatia e, mambo yale ambayo yanazingatiwa katika ndoa, ili e, upatikane usawa baina mwanamume na mwanamke ambaye anataka kumwoa, lakini yeye pia ni pamoja na jumhuri ya wenye ilmu kwamba haya yanazingatiwa e, katika kulazimika ndoa, sio katika kusihi ndoa, kwa maana ya kwamba ndoa inasihi ikiwa wenye haki ya kuyazingatia wameridhika nao, ni mawalii na mwanamke mwenyewe. Ikiwa wameridhika e, basi itakuwa wameacha haki yao, na kwa hivyo ndoa inasihi. Lakini ikiwa hakuridhika, kwa hivyo ndoa hailazimiki, maana inaweza kutenguliwa na ambao